Ziara yangu ni ya kawaida, ni ziara ya kukagua hali ya mawasiliano katika mkoa wetu wa Tabora, hususan majimbo mawili tu, jimbo la Tabora kaskazini na Tabora yeah, mjini. Uh, ni matunda ya uwakilishi sahihi wa wabunge wetu, wameweza kufuatilia kuona kwamba ujenzi wa minara katika maeneo yao unaweza kukamilika Lengo ni kuona kwamba huduma ya mawasiliano inaimarishwa, na hii ni kwa maeneo yote mijini pamoja na pembezoni mwa miji. Kwa hiyo nimefurahi kwa ukaribisho wenu, na ninaelewa kwamba sasa hivi sote tunakimbizana na masuala ya maandalizi ya bajeti, hata mimi nimefanya jana, kwa hiyo nafahamu wengine wanaendelea kufanya. Kwa hiyo ni pende tu kutoa shukurani kwa uwakilishi ambao nimeukuta, na mtawapa salamu zangu za dhati Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na Ras. Na yale ambayo tutaenda kukutana nayo site, basi naamini tutaendelea kuongea huko huko site. minara hii unayokagua Mheshimiwa Naibu Waziri, kwanza tukupongeze, maana nakumbuka na bado na barua zako za maombi ya minara hii mradi hu kabirike kwenye sehemu mbalimbali ambao naotembelea mm, ni hatua kubwa sana ya Mama Samia Suluhu Hassan mm -hmm. kuneusaidia pesa, lakini kwa usimamizi wako tunafanikiwa kiliu. Lakini kifupi, karibu sana Tabora, asante.